Kama sio kwa nguvu ya wananchi, basi kwenye chama hicho hicho cha mapinduzi watakupindua na watakuua na utazikwa, na Emmanuel Nchimbi atafanya nini? Atakuwa rais vilevile. Msikilizaji, kuradhi, siku ya leo sijaweza kufika katika ofisi zetu ili kuweza kukupeperushia taarifa hizi rasmi kutoka kituo chetu kile, lakini nipo nje tu ipo taarifa ambazo nimezipata ah, ambazo imebiri kwamba nizifanye kutoka mahali hapa, kwa sababu haja kubwa ni kwamba msikilizaji wangu upate kutaarifika na upate kuelewa kwamba ni kipi kinatendeka kwa wakati gani na saa ngapi. Sasa msikilizaji wangu, taarifa ambazo nimezipokea ni taarifa hatari mno, na taarifa hizo msikilizaji, ni kuhusu Samia Suluhu Hassan. Nimeweza kutumiwa picha ya bwana mmoja ambaye ameweza kuzungumza siku ya leo na kaweza kusema ukweli kwa Samia Suluhu bwana huyu amesema hivi, usipobadilika kabla ya mwaka elfu mbili ishirini na sita utazikwa wewe, tena utakufa kifo kibaya. Najua mtazamaji unaweza kujiuliza, amesema hivyo kwa sababu gani? Amesema hivi ifikapo mwezi wa tatu mwaka elfu mbili ishirini na sita, kama sio kwa nguvu za wananchi, chama cha CCM kitahakikisha kwamba wamemuua Samia na Nchimbi uchukua usukani wa uongozi katika nchi ya Tanzania, kama tu ilivyokuwa kipindi cha Magufuli. Yaani usipo badilika na kukaa chini ukasikiliza matakwa ya wananchi wanataka nini, Bimson. Trust me. Trust me, hii clip isave na wewe, mwezi wa tatu mpaka mwezi wa tatu ufike. Trust me, kama sio kwa nguvu ya wananchi basi kwenye chama ichohicho cha mapinduzi watakupindua na watakuua na utazikwa. Na Emmanuel Nchimbi atafanya nini? Atakuwa rais vilevile. Lakini pia amesema kwamba anaelewa wazi kwamba kuna vitisho ambavyo vinaendelea. Vitisho hivyo anaweza kuvipokea Bwana Emmanuel Nchimbi kwamba aweze ku resign ama aweze kuandika barua ya kuacha kazi, kwa sababu hajaweza kufuatilia yale ambayo Samia anahitaji, na sasa imeweza kumsababishia kwamba apate msukumo wa kuambiwa kwamba apate kuandika barua ya ku resign ama ya kuacha kazi ili Samia aweze kumteua kiongozi tofauti. Sasa, msikilizaji wangu, nikizichanganua taarifa hizi, huyu bwana ametumia mfano wa bwana mmoja anaitwa Humphrey Polepole ambaye aliweza kutangulia kulingana na jama huyu amesema kwamba chama hicho cha CCM ndo kilihakikisha kwamba Humphrey pole polepole amepotezwa, kwa sababu bwana Humphrey alianza kuwa mwenye kuuliza maswali ama mwenye kupinga hoja ama kauli zilizowasilishwa na chama hicho cha CCM. Na katika mfano huo huo akaweza kusema kwamba ikiwa Samia Suluhu hawezi kurekebisha na kutenda lililo jema kwa wananchi, basi ifikapo Machi mwaka 2026 Samia Suluhu ataweza kupotezwa na wanachama hao hao wa chama cha CCM kama ilivyokuwa wakati wa Magufuli, lakini pia kama ilivyoweza kufanyika kwa bwana Humphrey Polepole. Anipata msikilizaji, katika taarifa ambayo abwana huyu ameweza kuiachia, anaweza kusema hivi pia kuna kikundi ambacho Samia Suluhu ameweza kukitengeneza, kikundi ambacho kimefadhiliwa na baadhi ya watu wanaofanya michango ama kuchanga pesa mbalimbali ili kuweza kuhakikisha kwamba uh, kikosi hicho kinaendelea kutekeleza yale ambayo wanahitaji ambayo ni mauaji na kuhakikisha kwamba hakutokei maandamano kwa sababu kikundi hichi kinaitwa kwamba timu kataa maandamano. Halafu usitumia nguvu nyingi kuonga vijana kuapa pesa. Sasa hivi umeanda na timu nyingine, sijui timu kataa maandamano no. Nakumbuka Lema aliwahi kusema bungeni, kuna siku wananchi wataandamana bila Chadema wataandamana bila kafu, wataandamana bila kuambiwa na mtu, wataandamana wao kwa wao, kwa sababu nafsi zitabeba mambo mengi, alafu zitakuwa zimechoka, watahitaji kutua mzigo, hivyo mweze kujiuliza, kama wenyewe kwa wenyewe mnafanywa hivyo. Je, zamu yenu itakuwaje? Hamjiulizi hilo swali? Miaka mitatu minne iliyopita, nani alikuwa anajua leo Humphrey polepole atapotezwa na wana, sisi wenyewe? Ni nani? Nani alikuwa anajua Humphrey polepole leo atakuwa hayupo kwenye ramani ya dunia? Ni nani? Walifanya hivyo na watu gani? Sisi wenyewe? Eh? Hmm? Bimi someni na kuapia wallahi mbele ya Mwenyezi Mungu na kuapia. Na kuapia na najua klipu zangu zote wazi namfikia, Bimsoni. Hii inakuwa pia mbele ya Mwenyezi Mungu, Bimsoni. Yani, usipobadilika na kukaa chini ukasikiliza matakwa ya wananchi, wanataka nini, Bimsoni, trust me, trust me, hii clip isevu na wewe, mwezi wa tatu mpaka mwezi wa tatu ufike. Trust me, kama sio kwa nguvu ya wananchi, basi kwenye chama hicho cha mapinduzi watakupindua na watakuua na utazikwa na Emmanuel Nchimbi atafanii atakuwa rais vilevile. Sasa timu kataa maandamano inahakikisha kwamba watanzania waandamani, kwa sababu hiyo wanaweza kuhakikisha kwamba watanzania hawaonyeshi kwamba hali sio nzuri nchini Tanzania na watu kutoka mataifa mengine hawapati kuelewa kwamba kuna matatizo nchini Tanzania. Sasa bwana huyu ameweza kusema hivi, katika chama cha CCM pia ukiweza kupinga hoja, iwe wewe ni mwanachama wa chama hicho, punde tu unavyoonekana kwamba unapinga hoja za chama hicho, unatafutiwa mbinu ya kukupoteza. na vitisho hivyo tayari bwana Emmanuel Nchimbi anavipokea, na bwana Nchimbi ameweza kulazimishwa kwamba aandike barua ya kuacha kazi ili asiweze kuja kukumbana na mauti yake. Lakini bwana huyu ameweza kutuambia hivi, ikiwa tunafuata historia ya Tanzania vizuri, stori hii ama chama hiki cha CCM wana mazoea ya kuandama wanachama wao ambao wameweza kuonekana kutofuata hoja ambazo zinapendekezwa na wanachama wengine na msikilizaji, unavyoandamwa na wanachama ambao tayari unaelewa kwamba kuna vikosi ambavyo vimeweza kutengenezwa ili kuhakikisha kwamba hoja za chama zinapita, na hakuna mtu ambaye anaweza kupinga zile hoja ambazo chama hicho kinapitisha. Kwa hivyo ukionekana kwamba unaanza kuleta upinzani, unapotezwa. Msikilizaji, achia maoni yako katika comment section, lakini taarifa ambazo zinatokea ni hizi. Lakini pia zidi kutufuatilia, hakikisha kwamba tunazidi kufahamishana pune ambapo taarifa kama hizi zinatokea.